Kristo wote ambao tumekusanyika hapa, muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen, muniruhusu nisome maneno yaliyo katika Zaburi ya 46 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Wanandi, Bibilia inasema Jehova o olegimmwecini akimnotenyo toretindet nenegit olemi nyalilde. Wakati tunakutana na mambo ya kupoteza wapendwa wetu, dunia inatetemeka. Nata wapendwa walipopoteza mama yao, dunia yao ilitetemeka. Na dunia ikitetemeka, unatafuta utakimbilia wapi? ukikimbilia mwanadamu saa zingine ako na changamoto mingi kukushinda. Ukikimbilia mwanadamu saa zingine anaweza kukudanganya. Ukikimbilia mwanadamu hata saa zingine ako na shida mingi kukushinda. niposa Daudi ingawa alikuwa ni mfalme, yeye akasema wakati dunia yake inatetemeka, yeye atafanya Mungu kuwa kimbilio. Kimbilio ni pahali ambapo mtu akiwa na shida na matatizo aende pale atapata usalama. Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. Kwa hii dunia hakuna usalama popote. Mwaka wa 1992 Wasabot kama mimi huko mlimani tulifukuza Wabukusu wote tukifikiri kina watila wakihama tutakuwa salama, wacha 07 7 wasabu wenyewe wakatani mutomo na masikio kumbe. Hata mukirishi watu wa jamii moja hakuna usalama ndana. Nisema hii dunia hakuna usalama, sio kwa gari sio kwa ndege, hata juzi mulisikia hata kwa polisi sel mtu anaweza kufa. Hakuna usalama popote dunia hii, lakini habari njema ni ya kwamba usalama miengiptayat cyesu Kristo, Biblia inasema ni jina la Yesu, ni ngome imara, wenye haki ukimbilia wakawa salama. migaliet engiptayat kitambolokimbana igyani, kuna usalama kwa Yesu Kristo. Ndele ni kuambia penye huko Kimbilia kwa Yesu kuna usalama. Kuna watu wengine wanalalanga, wanatafuta usalama duniani, analala chini ya kitanda, anaweka tarimbo, anaweka shoka upande, anaweka panga, ni wakati mwingine mshale upande. Mwisi akikuja, anaacha yote na kutoroka, kwa sababu kwa hizi vitu zote hakuna usalama. Usalama inapatikana kwa Yesu peke yake. Ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, tukimbilie Yesu, baada ya dunia yetu kutingika baada ya kupoteza mama, usalama inapatikana kwa ye na Yesu. Jambo la pili, Biblia inasema nimekukimbilia, ewe Bwana, ili nisiaibike milele. Hii dunia uko na aibu mingi, ukiwa kwa dhambi una aibu, dhambi inaaibisha mwanadamu, dhambi inaaibisha mwanadamu. Dunia hii na kuko na siku moja, uko na siku moja, unaimbanga mie mepara

Mm -hmm. Lakini kama mtu bado anakunywa chang'aa, tutace mawendie mono haendi njio. Ndiposa tunashukuru watu waliochunga imani kama kuukuu. Hawa ni wasafiri wa kwenda wapi? Mbinguni. mm -hmm. Mm -hmm. Na Bibilia inasema hata aibika wakati watafungua majina watapata jina yake kwa kitabu cha uzima. Ni mzuri jina yako ikiwa kwa kitabu ya kanisa, lakini ni mzuri zaidi jina lako likiwa kwa kitabu cha uzima. Ujivunje kutoka kwa huyu gogo unaangana mpaka siku yako ya mwisho. Chunga imani rika ya ne, chunga imani ili siku ya mwisho jina lako lipatikane kwa kitabu cha uzima. Paulo akasema nimepiga vita vyema vya imani, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Ni vizuri kumaliza mwendo wa imani salama Sala. Sala. Na huyu gogo alimaliza salama. Sisi tujifunze kutoka kwake, na kama bado tunaendelea na safari ya kanisa, tuchunge imani, tumalize vizuri yes. Wanasema all is well well when it ends well. Kila kitu ni mzuri ukimaliza vizuri. Naomba ya kwamba tukimbilie Mungu mpaka siku yako ya mwisho. <coughs> Kimbilia Bwana wakati wote. Jambo la pili, Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni nguvu. Nguvu ya wanasiasa iko na mwisho wake, hata nguvu ya daktari iko na mwisho wake. Na Yesu Kristo aliposulubishwa akalia msalabani akisema Eloi Eloi laa sabaksani akasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona? Akasema Bwana uwasame nyojigat samea watu hawa kwa sababu wa lile wanalo. Okay. najuakablaidondoka duniaini mzuri kusamean ukweli ama uongo kukweli. ni Nivizuri kufanyaje? ni mzuri kusamea watu wote kusema ukiwa bwana yako nani ndio atasonga ugali? Ni wewe tu, si ndio? Hata kama ni mama, umekataa kusamea bwana yako, utaimba tu, Bwana Yesu atakuja. Hapo ipo ikwandimbaka ive omba ukiwa na haja <laughs> <laughs> unajua, ukiletea bwana yako ugali anaangalianga ya sura yako ama ugali? Wazee wengi hawana haki ya kuona sura yako, anaona tu kimya na anakula yote. Yote. Na wewe unaendelea kuumia roho yako, kama bado unaishi samee. Na hata mzee akikataa kusamea mama, unajua inafika pahali mama hawezi fukuza yeye tena, ni sisi imeingia, hata wewe ndio unaweza, hawezi enda, yeah, enda. <laughs> na hata uende upu... mpaka wapi? saa sita usiku unarudi kwa hiyo boma. Msamaha ni kitu ambacho unastahili kufanya kama bado umaei yes. Na Yesu akasamea watu msalabani akasema, Bwana, uwasamee kwa sababu hawajui lile wanalo tenda. Na akasema ime yes. kwisha Yes. Na Yesu akakufa. Nikodemu aliyemwendea usiku Nikodemu aliyemwendea usiku na <coughs> Yosefu wa Arimathea wakaenda wakaomba mwili wa Yesu Kristo na kama injili ingekuishia hapo hakuna kitu ningewahubiria leo wakapatiwa mi na mafarisayi na masadukayo wakaenda kwa pilato wakasema huyu mungu alisema atafufuka siku ya tatu tupatie askari wazuie kaburi ya yesu kristo kweli siku ya kwanza nataka nipatie hao waaskari 100% kwa sababu watu wanasema kirikuwera yani mie mm -hmm. walijunga kabisa Siku ya pili askari inawapatia 100%. Lakini ilipofika siku ya tatu, Yesu akapatia shetani technical knockout ya mwisho, akachukua jukuwa vifunguo vya kifo na vya mauti. Askari wakaanguka ni kama wamekufa, jiwe likapiringishwa. Yesu yu hai kitetermet, akashinda kifo na akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, na anasema yeyote aniaminie, katika kitabu cha Yohana nne kumi na moja ishirini na tano yeyote aniaminie hata kama atakufa atakuwa hai. Yesu ni nguvu yetu, na akiwa nguvu yetu alishinda dhambi akashinda kifo. Na wamama wanasema, nitaweza mambo yote kupitia kwa Kristo anitiae nguvu hata gugo pamoja na gugo tutashinda kupitia kwa Kristo atutiae nguvu. Biblia inasema ya kwamba wamngojeao ao Bwana keiganye Jehova watapata nguvu mpya. Tunaomba Mungu awape wa nguvu mpya wakati huu mgumu. Na jambo la mwisho nataka kusema, Biblia inasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Biblia inasema yeye ni msaada wa karibu. Saa zingine ukiangalia kushoto hakuna msaada, ukiangalia umebakia peke yako. Siku moja kulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, alizungukwa na majeshi wa Aramu wa Asiria, wakazunguka yeye na mtumishi wake, alikuwa anaitwa Kihazi. Akamwambia bwana wake, angalie majeshi hao wengi We, ametuzunguka mbona we hauogopi? Akasema wale wenye wako upande wetu ni wengi kushinda wale wanatuzunguka, na akaomba Mungu afungue macho ya Gehazi. Gehazi akaona malaika wenye wanaozingira ni wengi kushinda maadui. Nataka nikwambie, Mungu wako karibu nani. Bibilia nasema, anyaliitulo nitatazama na hayo milima, msaada wangu utatoka wapi? Na Biblia inasema msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyezifanya mbingu <coughs> na nchi. Hata kama dunia yenu imetingika, hata kama mlipoteza mpendo ambaye ni chungu, msisahau Jehova ka ulekimachini Jehova ka kimno tenyo Jehova torit negit olemii ya leda. Mungu wa amani awafariji. Mungu wa amani awe pamoja nani na tuombe. Baba mwema, maneno ambayo tumeyasikia kwa masikio yetu, kwa neema yako yapandwe kama mbegu mioni mwetu, na yazae tunda la maisha mema. Fariji wote wa familia hii, wape nguvu na matumaini na ujasiri. Baba mwema, ukiwapa amani na nguvu zaidi, bariki mzee wa nyumba hii na mama, hata na watoto na hao ambao wamekuwa askari na shujaa wako wa imani. Lete wote katika nyumba yako tukuabudu na kutukutukuze tuku, tuku, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu